anza kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua tumepita katika na kipindi kigumu kidogo, lakini sisi tumesimama imara kwenye mstari wetu na tumefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu. Leo tumependa kuvuka kwenda kufanya hatua ya makundi, tuwapigie Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepokea zawadi yako, na sisi kama wananchi tunakuhakikishia kwamba tutakwenda mbali zaidi. Tumefanya maamuzi sahihi, na leo usiku wa leo yangazi